Saba hamkumbuki Daudi? na Daudi akualikwa? kwenye hiyo karamu nyumbani, kuna ugeni mzito mzito, unataka kuinua mfalme ndani ya familia, wewe hujaitwa ndani ya familia. Yaani, sasa sana, kuna mtu kugawa mtaji milioni kumi kumi, baba yako kawaita wote kasoro wewe, ya watu wengine wote kasoro wewe. Kuna mfadhili anataka kusomesha watu, niletee watoto wako, utajisikiaje? Unasikia wameitwa wengine wote, wewe hujaitwa, alafu ukae na kondoo tu Fikiria usikini rahisi rahisi, unaweza kusoma ukaona rahisi. Vaa wewe viatu vya Daudi, vaa viatu vya Daudi, vaa viatu vya Daudi. Wameitwa wote na wewe huko. Manake baba yako alivyokuona, tafsiri yake nini? Haoni kama kuna ufalme ndani yako, haoni unafanania kuwa mfalme, anakuona unafaa kuchunga kondoo, haoni kama hiyo nafasi inaweza ikaja kwako. Na ndio tuliopo hapa leo, nataka niseme na Yawezekana kwenye macho ya wanadamu wanakuona hautoshi. Yawezekana kwenye macho ya wanadamu walikuona ustahili, haustahili kufanya chochote, wanakuona uwezi miliki chochote, wanakuona uwezi ukawa chochote, waweza kupima kwenye mizani zao na umepimika leo usikilize vizuri. Haijalishi walio mbele mbele, wamekaa mbele mbele. Wanafikiri watapata wao. Bwana kama kadhamilia, hiyo baraka iliyokuwapo itakuja kwako katika jina la Yesu. Amen. Itakuja kwako katika jina la Yesu. Katafuata wewe katika jina la Yesu. Amen. Hata kama unaziona ustahili, Mungu Baba anakufuta ulikufisa. Amen. Mimi si leo nime hiyo vizima nime kukufisa. Wewe ujambo Bwana anaomba kukufuta, leo kwa jina la Yesu. Amen. Yeye anakufuta leo kwa jina la Yesu.

Mutu, hatu, kwa haijalishi kutu ama haupo lakini utakwenda pe, nafasi yako haitachukuliwa. Haijalishi kutu ama haupo, nafasi yako haitachukuliwa, ndani yako haitachukuliwa, tendo yako haitachukuliwa. Haijalishi nani ametangulia mbele, nafasi yako iko pale pale. Unaelewa maana wa wa ya wana saba, unaelewa maana ya watoto saba. Saba ni namba ya ukamilifu ya kwamba wote saba, lakini nasema hata katika madhabahu saba

Nisikilize watoto saba saba ni namba ya ukamilifu watoto saba watoto saba wote Bwana kawakata watoto saba wote Bwana kawakata madhabahu saba namba saba kwamba katika saba katika saba tapatikana mmoja maana yake ni katika ukamilifu ambao umepanga wewe usinuke unapenda katika saba amen Watajitanguliza sana mbele pole kazi. Watajitanguliza mbele mbele kwenye hizo pesha watakuja mbele mbele. Yaya mali mara masiba. Neema ya, ya Nema Mungu inawapita wote wanaojipeleka peleka mbele. Amen. Neema ya Mungu inawatangulia wote. Amen. Kwa sababu Bwana amekuchagua wewe. Amen. Neema ya Mungu itawakanyaga wanaojipeleka peleka mbele. Unaitwa ni wewe. Unasubiliwa ni wewe. Nasema kuna mtu anashituka hapo. Amen. Mafuta yako unasubiliwa. Amen.

wamakusudi elimu wamakusudi mchanja wanakusudi connection taka wanawake. Nikuambia leo, usiogope, Bwana yuko pamoja na wewe. Wewe hauna kitu, hauna haja yoyote ha

Nikuwa na miti yangu anafanya kwenye balozi sani. Nikafuatilia na nikachukua fomu. Nikaenda mpaka Moroko, kwenye ubalozi wa Japani. Na mimi nikafanya. Katika waliopita wakabaki, wakabaki na mimi nikabaki. Nilizitunza zile fomu ya kaya. Baadaye katika majina ndio kwa na nangu nikaliona kwa ajili ya scholarship. Nikafuatilia scholarship. Na yakatoka majina pale kwa ajili ya kusomeshwa na ubalozi, kusoma loo Japani. Na jina langu nikatoka.

Nikajiona, unaona wenzio wametangulia kila sehemu, wenzio wametangulia, ndio wale saba wametangulia, kwenye kazi wametangulia, kwenye ndoa wametangulia, kwenye biashara wametangulia, ukijiona wewe ndio ab unajitahidi kujitairisha ushtairi

fungu la kukosa sisi wengine, sisi wengine, sijui umekata tamaa. Sauti yako nashindwa tukuongea kwamba nimekata tamaa. Umekata tamaa? Mimi nimekuheshimu leo vikwazo, lakini nimesema iko pembe, iko pembeni ya Samuel. Amen, iko pembeni ya Samuel. Amen, mafuta yako yatawaka. Nafasi yako ni yako. Amen, uko na nafasi yako

sabuni inakisubia kichwa chako. Anasema amenipaka mafuta ya shangwe ya kupita wengine. Ndio Daudi aliandika hivyo, aliteseka sana, walipofika majira akasema, na kikombe changu kinafurika. Napenda King James Version inasema my cup runneth over.